Majirani mitoko kwenye usiku wa Dkt. Kumbuka. Hapa tunamwona akiwa na Mrs. Kumbuka mwenyewe, shue amevaa a white decorated in gold pamoja na gele ya gold. The dress looks a little bit way too tight. Alafu Dkt. Kumbuka ye amevaa nguo yake yenye nakshi za silver. I like his feet. Very fitting. Mtoko wa Mrs. Kumbuka ambao ni wa pili, mimi sasa huu ndo umenibamba. I mean the first outfit niliona kama iko too tight, but this one looks like she's comfortable na inaendana na mwili wake. I like this one and the color is eh a...... Nyie mahaba, hebu sikilizeni kidogo hapo. Majirani, tuendelee. Upande wa kamati nao wamevaa rangi hii ya pink, ambapo pia tuna mspot Mama Mobetto pamoja na Zaiylissa. Tukianza na Zaiylissa, she's in pink with nakshi za silver And let's look at mshono wake kwa nyuma but closely with details. Hii nguo imeshonwa na ana collection kiwalo cha Zaiylissa kina a lot that is going on. Tukienda kwa mama Mobetto, huu ndo mshono wake akiwa amepea pamoja na miwani yenye black shade pamoja na pochi ambayo inaendana na rangi ya theme ya sherehe. Akigeuka kwa nyuma, mshono wake unaonekana namna hii. Huu mkato unaitwa basque west dress. Majirani, tukiangalia warembo wengine wakitamba na mishono yao ya rangi ya pink ambayo ina nakshi za silver, ila shughuli ilikuwa na kitambaa, na vitamba vyake ni hivi hapa, unaona viwili, huyo wa mbele pamoja na wanyuma, kila mmoja akiwa ameshona mkato wake akitamba na mshono wake kwa wao. Ambao hawakuvaa zile lesles za kamati, walivaa sare ya sherehe hii hapa, unaona huye amechanganya na red. Akigeuka kwa nyuma, unaona mkato, nywele. Hello huku kulikuwa na sare nyingine ambayo ni hii hapa, ambapo wadada walivaa nyeusi yenye decoration za gold. Majirani, tukutane kwenye comment section. Mji huu na heka heka! Haya, niambie, umependa mtoko wa nani? Rate mitoko ya Mrs. Kumbuka pamoja na Mr. Kumbuka. Bye.